Karibu msikilizaji wetu mpendwa katika ukurasa wa Islamic Book Story. Na siku ya leo tutangazia simulizi ya Suhaib al-Rumi, kijana wa kuvutia aliyechukuliwa mateka akiwa mdogo kisha maisha yake yakabadilika milele. Nani nani miongoni mwetu, enyi Waislamu, asiyemfahamu Suhaib al-Rumi na ni nani hajawahi kusikia baadhi ya habari zake na sehemu ya maisha yake. Lakini jambo ambalo wengi hawalijui ni kwamba Suhaibu hakuwa Mrumi, bali alikuwa mwarabu halisi. Baba yake na mama yake walikuwa wanatoka katika kabila la Tamimi. Hata hivyo Jina lake la kunasibishwa na Urumi lina kisa ambacho historia bado inalihifadhi na vitabu vinaendelea kulisimulia. Safari ya maisha yake inaanzia miaka isiyopungua ishirini kabla ya Baitha, yani ya kutumwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mji wa Ubilla ambao kwa sasa upo kati ya eneo la Basra na Iraki ya leo ulikuwa chini ya utawala wa Sinani bin Malik an-Nu'mari, aliyekuwa gavana wa mfalme Kisra, mfalme wa Furusi. Na miongoni mwa watoto wa Sinani, wa Sinani aliyekuwa akipendwa zaidi ni mtoto mdogo ambaye wakati huo hakuwa amefikisha miaka mitano, mtoto huyo alipewa jina Suhaib. Suhaibu alikuwa na uso wenye nuru, mwenye ngozi nyofu, mwenye nywele nyekundu na ari kubwa ya uhai. Macho yake yalikuwa yakimetameta kwa akili na uerevu. Zaidi ya hayo, alikuwa mcheshi, mwenye roho nyepesi, akileta furaha moyoni mwa baba yake na kumsahaulisha huzuni ya maisha ya ufalme. Siku moja mama yake Suhaibu alitoka pamoja na mtoto wake mdogo akiwa na baadhi ya watumishi wake, wakaelekea kijiji cha Thania kilichokuwa katika ardhi ya Iraki. Walienda huko wakitafuta kupumzika na kujiburudisha, lakini ghafla kijiji hicho kikavamiwa na kikosi cha majeshi ya Warumi. Kiliwaua walinzi, kikachukua mali na kikachukua mateka na watoto na miongoni mwa waliokuwa mateka hao alikuwa ni Suhaibu akiwa bado mdogo sana. Suhaibu akawekwa katika msafara wa mateka akapelekwa hadi katika masoko makubwa ya watumwa yaliyokuwa yakipatikana katika ardhi ya Warumi. Huko aliuzwa kama mtumwa, kama ilivyokuwa hali ya maelfu ya watumwa kufanya kazi katika majumba, naye pia alihudumu kwenye majumba makubwa ya Warumi lakini hali hiyo ya utumwa pamoja na mateso aliyopitia ilimpa fursa ya kutazama umoja wa ndani wa jamii ya Warumi. Akaona kwa macho yake maovu, ufisadi zinaa, na akasikia kwa masikio yake dhuluma na maasi yaliyokuwa yakitendeka ndani ya nyumba zao. Ndipo akauchukia ule mfumo na kuudharau, na mara nyingi alikuwa akisema moyoni mwake Hakika jamii kama hii haiwezi kutakaswa ila kwa mafuriko makubwa yatakayoisafisha. Na japo kuwa Suhaibu alikulia katika ardhi ya Warumi akaishi nao hadi akakaribia kusahau Kiarabu, lugha ya asili ya mabedui wa jangwani, lakini bado moyo wake haukusahau kwamba yeye ni Mwarabu, mtoto wa jangwa na mzawa wa kabila la heshima. Hakukata tamaa, moyoni aliendelea kusema, kuna siku nitarejea nyumbani. Siku ile aliyokuwa akisubiri kwa shauku kubwa, siku ya kuachwa huru kutoka utumwani na kurejea kwa watu wake. Shauku yake ya kurudi kwa Waarabu iliongezeka zaidi pale alipomsikia kuhani mmoja wa Kikristo akimweleza bwana wake. Hakika muda umekaribia. Muda ambao kutoka Maka katika kisiwa cha Waarabu atadhihiri nabii atakayethibitisha ujumbe wa Isa bin Maryam na kuwaongoza watu kutoka gizani na kuwapeleka kwenye nuru. Maneno haya yalikaa ndani ya moyo wa Muswabu, yakawa moto wa matumaini na hamu ya kurudi Maka. Kisha fursa ikajitokeza. Muswabu akatoroka kutoka kwa bwana wake na akaelekea kwa haraka Makka, ummul qura, nyumbani kwa Waarabu na kitovu cha nabii mtarajiwa. Suhaib bin Sinani, kijana aliyechukuliwa mateka akiwa mdogo, akalelewa katika ardhi ya Warumi kwa miaka mingi lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na hamu ya kukimbia dunia ya utumwa na kurejea katika ardhi ya Waarabu, ardhi ya asili yake. Kwa ujanja na uthubutu, Suhaibu akatoroka usiku wa giza totoro, bila hata taa, bila mlinzi kujua. Akapita njia za siri, akapita mabonde na milima, akitembea kwa miguu. Aliomba lifti kila alipokutana na watu wanaopita njia yake. Safari yake ilikuwa ndefu, yenye mateso na njaa kali, lakini moyo wake ulikuwa umejawa matumaini, anaamini atafika Makka, mji wa heshima na amani, ambapo ataweza kuishi kama mtu huru. Kila hatua aliyopiga ilikuwa hatua ya kumtoa kwenye kivuli cha Warumi na kumpeleka karibu na nuru ya Uislamu. Alipofika Maka akiwa amechoka lakini mwenye furaha, watu wakamwita kwa jina la Suheibu Arumi, yaani Suheibu kutoka Rumi, kwa sababu ya lafdhi yake yenye athari ya Kirumi na nywele zake nyekundu. Suheibu alipofika Maka alianza maisha mapya hivyo akafanya urafiki na mmoja wa wakubwa wa Makka, Abdullah ibn Judan, na akaanza kufanya kazi ya biashara. Biashara yake ikamletea baraka nyingi na mali tele, lakini pamoja na faida na utajiri huo, moyo wake haukusahau maneno ya yule kuhani Mkristo. Mara kwa mara, kila alipokumbuka alijiuliza kwa shauku na hamu lini atadhihiri nabii huyo? Na haukupita muda mrefu kabla ya jibu lake kufika. Hivyo siku moja, Suhaibu akarudi Makka akitoka katika moja ya safari zake za kibiashara, akapokelewa kwa habari zilizotikisa moyo wake. Akaambiwa ya kwamba Muhammad ibn Abdullahi amekwisha tumwa. Ameanza kuwaita watu kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja pekee na anawahimiza juu ya uadilifu na wema, na anawakataza uovu na ufisadi. Suhaibu akashangaa, kisha akasema: Je, si huyu ndiye wanayemwita Al-Amin, yaani mwaminifu? Wakamjibu ndiyo ni yeye. Akasema tena kuwauliza, na yuko wapi kwa sasa? Wakamjibu, yupo katika nyumba ya Darul Arqam karibu na mlima wa Safa, lakini wakaongezea onyo, tahadhari, usionekane na Makoreishi. Ukionekana, hakika watakufanyia madhara makubwa. Wewe ni mgeni, huna ukoo wa kukulinda wala kabila la kukutetea. Suhaibu akatembea kwa tahadhari, huku akigeuka huku na kule akihakikisha hakuna anayemwona, na alipokaribia na nyumba ya Darul Arqam, akakutana mlangoni na Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu aliyekuwa akimfahamu tangu zamani. Suhaibu akasita kwa muda, kisha akamwendea na kumuuliza, ewe Ammar, wewe unataka nini hapa? Ammar akamjibu, na wewe pia unataka nini hapa? Suheibu akasema kwa sauti ya bidii na shauku, nataka niingie nimwone huyu mtu, nisikie maneno yake. Amaru akatabasamu na kusema, na mimi pia ninataka hivyo. Suheibu akamwambia, basi tuingie pamoja kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Suheibu bin Sinani arumi pamoja na Ammar ibn Yasir wakaingia kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, wakasikiliza maneno yake, wakaguswa na mwanga wa imani na nyoyo zao zikajaa nuru, wakakimbizana kwa shauku kutangaza uamuzi wao, wakanyosha mikono yao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakashuhudia kwa yaqini ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, na wakatumia muda wao wa mchana mzima wakinywa chemchemu ya mwongozo wa mtume, wakistareheka kwa utulivu wa ukaribu wake. Na usiku ulipowadia, chini ya giza na utulivu, wakatoka nje wakiwa wamebeba katika vifua vyao nuru ambayo ingeweza kuangaza dunia nzima. Hivyo Uislamu wao haukubaki kwa siri kwa muda mrefu. Makoreishi walifahamu kunako kusilimu kwake, basi walishikwa mara moja pindi walipojulikana. Suhaibu naye akawa miongoni mwa wale waliopata mateso ya Makoreishi. Kama Bilali, Ammari, Sumaya, Khababu bin Arati na makundi ya waumini wengine. Suhaibu alipata adhabu nzito kiasi kwamba lau yangeliteremshwa kwenye mlima yangeliuangusha mlima huo, lakini Suhaibu akayapokea yote kwa nafsi thabiti, tulivu na subra kwa sababu alijua njia ya kuelekea peponi imezungukwa na mashaka na mateso. Na ilipokuja ruhusa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masohaba wake kuhama kwenda Madina, Suhaib aliahidi moyoni mwake kwamba atahama pamoja na Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakari As-Siddiq radhiyallahu anhu lakini Makoreishi walihisi azma yake, wakamzuia wakamwekea walinzi wa kumchunga usiku na mchana, wakihofia asitoroke akiwa amebeba fedha na dhahabu aliyoipata kutokana na biashara yake. Hivyo akabaki Maka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasalama na Abubakari kuhama, akitafuta fursa ya kuwakimbia lakini macho ya walinzi yalikuwa makini mno juu yake, usiku na mchana. Hivyo hakupata njia nyingine isipokuwa kutafuta hila na ujanja wa kujinasua. Katika usiku mmoja wenye baridi kali, Suhaibu akazidisha kwenda nje akijifanya kana kwamba anatoka mara kwa mara kwa ajili ya haja ndogo hakuwa akirudi mara moja, bali alikuwa akikaa muda mrefu, kisha anarudi tena na tena. Wale waliokuwa wakimlinda wakasema wao kwa wao: achaneni naye, Mungu Lata na Uzza wamemshughulisha kwa tumbo lake kuhara. Wakajituliza, wakaenda vitandani mwao na wakalala usingizi mzito ndipo Suhaibu akatoka taratibu katikati yao na akaanza kwenda Madina. Haukupita muda mrefu, wakaguzi wake wakagundua ujanja wake, wakashtuka kutoka usingizini kwa hofu kubwa, wakapanda haraka juu ya farasi wao hodari, wakaachia hatamu zao zikimfukuza Suhaibu kwa kasi ya upepo hadi wakamkaribia. Suhaibu alipohisi wanamkaribia, akapanda mahali pa juu, akatoa mishale yake, akavuta upinde wake, kisha akasema kwa sauti ya kujiamini enye vijana wa Makoreshi, mnajua mimi ndiye mwenye ujuzi zaidi wa kulenga shabaha, na hapa kwa Mwenyezi Mungu hamtanifikia mpaka niwaweke chini kwa mishale niliyo nayo, kila mmoja wenu hadi zitakapoishia nguvu zangu. Mmoja wao akasema, wallahi, hatutakuruhusu uondoke salama kwa nafsi yako na mali yako. Uliingia Maka ukiwa maskini, huna chochote, kisha ukapata utajiri na ukafikia ulichofikia. Suhaibu akawauliza kwa uthabiti, je, nikiacha mali yangu yote kwenu mtaniachia niende? Wakamwambia vijana wa Makuraishi, ndiyo. Basi Suhaibu akawaelekeza sehemu aliyokuwa ameficha mali yake yote ndani ya nyumba yake kule Maka, wakaenda wakachukua mali zake zote, kisha wakamwachia huru. Suhaibu hakusita, akaanza safari yake haraka kuelekea Madina, bila kujuta juu ya mali yake yote aliyoipoteza, mali aliyotumia ujana wake kuikusanya. Kila mara uchovu ulimshika njiani, miguu yake ilishiwa nguvu, lakini shauku ya kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa inampandisha nguvu tena mpya, anaendelea na mwendo Hatimaye alipofika Quba, Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama akamwona akija kutoka mbali, uso wake uking'aa kwa bashasha. Akamkaribisha akisema kwa maneno matamu: rabiha albaiu ya aba Yahya, rabiha albaiu Umepata faida kubwa katika biashara yako ewe Abu Yahya, umepata faida kubwa kabisa. Maneno haya mtume sallallahu alayhi wasallam akayarudia mara tatu. Uso wa Suhaibu ukaenea furaha, machozi yakamtoka, akasema na apa kwa Allah, hakuna mtu aliyekutangulia kukujulisha haya, hakika atakuwa ni Jibril aliyekufahamisha na Jibrili aliteremka akishuhudia juu ya Suheibu, akiwa na wahi kutoka mbinguni, akithibitisha maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yanayopatikana katika suratul Baqara aya ya 207: na miongoni mwa watu wapo wanaouza nafsi zao kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Hii aya iliteremshwa kumuhusu Suhaibu Arumi ar radhiyallahu anhu. Basi hongera kwake, hongera kubwa kwa Suhaibu bin Sinani, kwa sababu biashara yake ilikuwa ya kweli na yenye faida isiyo na mfano. Aliacha dunia kwa ajili ya akhera, akauza mali na nafsi yake kwa ajili ya Allah na Allah akampa makazi mema Na hapo ndipo inapoishia simulizi ya maisha ya Suhaibu Arumi radhiya Allahu an. Simulizi yake ni kioo cha mafunzo kwa kila mmoja wetu, kwamba dunia hii ni ya kupita na biashara ya kweli ni ile ya kuuza nafsi yako kwa ajili ya Allah. Tumuombe Allah atutie nguvu, tuwe na subira kama Suhaibu, tuwe na yakini kama Suhaibu. Na tuwe tayari kuacha kila kitu kwa ajili ya radhi za Mola wetu. Usisahau kusubscribe kwenye Islamic Book Story ili usipitwe na simulizi nyingine zenye mafunzo sahihi ya maswahaba na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na mpaka tutapokutana tena katika simulizi nyingine ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na historia tukufu ya Uislamu, tunakuaga kwa kusema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.